Na maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki kutoka maeneo tofauti kote nchini walikusanyika katika madhabahu ya Subukia kaunti ya Nakuru kwa maombi ya kitaifa, na viongozi wa kidini wakitoa wito wa amani, umoja na maridhiano, taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba. Na Marian Nyambura na maelezo zaidi. Viongozi wa kidini na wale wa kisiasa pamoja na waumini wa kanisa Katoliki walikongamana katika madhabahu ya Subukia ili kutafakari kuhusu mustakabali wa taifa. Baraza la maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini lilitoa wito wa amani, umoja na maridhiano nchini We must katika hatua ya kihistoria kanisa Katoliki lilimteua askofu Henry Juma Odonya kuwa mwenyekiti wa vijana wa baraza hilo la maaskofu la KCCB ili kuongoza vijana kwa masuala tofauti. The

is a protagonist of change in our motherland Kenya. Maria Nyambura Runinga ya Citizen.